Jiwe la msingi hapa wanaweka, wanaanza hapa kuchimba msingi, hapa nina mpaka picha Client. Mm. wabane wabane, kama hana uwezo asabu hii kazi, hii kazi iishe. Amaelekezo kumeachukua, na kama ulivyoelekeza kwamba tukae tuangalie namna ya kumaliza kweli, umeelekezo kuhusiana na saa, tumeshaanza kufanya hiyo kazi sasa hivi kazi ambayo tunanayo hapa kwa sasa hivi, kwa sababu aus ambao tunatumia nao kama wasabu wanne, kwa mfano kama ishu ya milango yote ishakuwa supplied, frame ishawekwa, kiufupi tunatembea vizuri sasa hivi, kufuatia hata hii nadharia ya usavu, tuna tukienda kukaa na mshtiri pamoja na ushauri utakuja na huo mpango kazi ambao